Tuelekee sasa moja kwa moja kwake James Latano kutoka kaunti ya uh, Homa Bay namba 43 ambapo wanatufahamisha kwamba wanaoishi na ulemavu katika sehemu za mashinani wanakabiliwa na changamoto ya kutengwa katika jamii kutokana na mila na tamaduni potovu zinazoashiria kuwa ulemavu ni laana ama uchawi. Mwandishi wetu wa Homa Bay, James Latano na taarifa ifuatayo. Icha Kiabu ya eneo bunge la Suba Kusini kaunti ya Homa Bay. Wanaoishi na ulemavu ni miongoni mwa wakazi wa vijiji vya Nchoni. Tunakutana na Michael Oluoch akiendeleza shughuli zake za kawaida akiwa pamoja na bintiye Winfrey Stephanie. Bintiye huyu alizaliwa na ulemavu na hana uwezo wa kutembea. Kila mara babake anambeba kumpeleka shuleni na pia kumrudisha nyumbani, akiwa amembeba begani kwa kuwa hana miguu. Furaha ya baba huyu ni kipaji alichonacho Stefani. So kipaji ya kukariri shairi hii mtoto, juu ako na sharp brain. Nataka asome juu akuwe kama watu wengine. Alafu naomba kama kuna mzada ambayo wanaweza nisaidia nayo kulinda huyu mtoto hiyo naweza furahia sana. Wengi walio na ulemavu vijijini wamefichwa nyumbani, aibu ikiwa mojawepo ya sababu za familia nyingi kufanya hivyo. Isitoshe mila na tamaduni zinazowapa mtazamo kuwa laana katika jamii. Angela Akoth ameishi na ulemavu kwa zaidi ya miaka kumi na mitatu, hali ambayo imelemaza pakubwa biashara yake ya kushona nguo. Hata hivyo, Angela hajavunjika moyo. Walemavu wanapitia vitu mbalimbali, madharau nini, hizo ziko ndani, lakini tumezoea. Kiu yao ni kupata usawa katika jamii. Ngalipo mashirika mbalimbali yameanza kuzuru maeneo ya mashinani kutoa hamasa, ili wapambane na dhana hizi potovu, pia kuwasaidia wasio na uwezo wa kutembea kwa kuwapa vifaa mbalimbali. My plea today and going forward is that individuals

iliyoanzishwa hapa ikiwa na uwezo wa kuleta mabadiliko maishani mwa walemavu. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay.